Tunaambia security officers it cannot be at this time and era ya kwamba mtu anashikwa anaingia kwa cell anaenda nauliwa kwa cell. It cannot be, it cannot be, hatuwezi kubali. Nyinyi mnakataa, mkatai, mtoto wa mtu anawekwa ndani ya cell alafu anauliwa na watu ambao hatujui sisi. Tunatangaza namna hiyo wale ambao waliyefanya hivyo na criminal justice system, yule ambaye alishika mtu ndiye akauwa huyo, lazima ashtakiwe. Iko sawa? Iko sawa, kwa sababu ni makosa. Lakini pia tunaambia sisi wanasiasa, sisi hata ikiwezekana anyongwe. Lakini pia nasema sisi wanasiasa tusitumie hii kisa ambayo imetokea kuincite violence jana wali incite violence gari mbili zikachomwa. Zile gari mbili zilizochomwa ni za Mkenya, that is wrong, na huyo Mkenya hakuwa hapo. Tafadhali wanasiasa, tusitu unajua, hii era ni, ni era kali sana. Wewe unaona mpaka kuna mtu alikuwa deputy president anasimama anadanganya, kuna mtu alikuwa abducted. Anything is possible. Tuchunguze tujue ni nani huyo alifanya hii kitu ndani ya sel, ni nani aliingia ndani ya sel akaweza kuua huyo kijana? Mmekubali hamjakubali? Ichunguzwe, lakini tusilete siasa ndani ya uchunguzi. Uchunguzi uende polepole, kila mtu aheshimiwe, uende polepole, alafu wa watu wote washikwe, wawekwe ndani.